na karibu Teachkrest. Mimi na utawako Biki Rubu. Kwa wewe ni mgeni hapa karibu; kwa wewe ni mwenyeji karibu pia na asante kwa kuungana nami leo. Nataka tufanye uh, maswali ya fasihi simulizi ambayo inaweza kutainiwa kwa kidato cha kwanza na cha pili kwa sababu hao kwa kiasi fulani bado ni watoto. Haya, swali la kwanza, fasihi ni nini? Unapoambiwa ufafanue. Usiweza kutuambia ni mm, anza tu moja kwa moja, ambapo utasema fasihi ni sanaa ya lugha, pate alama zako. Haya, fasihi hujitokeza kwa njia mbili kuu, zitaje. Fasihi inajitokeza kwa njia mbili vipi? Hapa kimsingi, unaulizwa uweze kueleza matawi ya fasihi ambapo tuna fasihi andishi na fasihi simulizi. Written and oral literature. Jambo la tatu, eleza umuhimu wa fasihi kwa binadamu. Kumbuka pale nnokuu ni kueleza. Kwa mfano, ikiwa nitasema fasihi huburudisha, hapa ninaweza kusema kwamba tunaweza kutumia hadithi, mashairi na kadhalika kwa ajili ya kutumbuiza watu na kutoa ule ukainifu kwa mfano hapo naweza kutuatumbuiza, eh, inaburudisha. Jambo lingine, inaweza tumia kuendeleza historia ya jamii. Kwa mfano hadithi kama za migani zilikuwa zinatumika kuhifadhi na pia kuendeleza historia ya jamii. Pia unaweza kutumia fasihi kwa ajili ya kufunza na kuelekeza Hivyo fasihi huadilisha vipi? Unapata kama ni hadithi, baada ya kutamba ile hadithi ilikuwa na funzo, hivyo tunaweza sema kwamba fasihi hutumiwa kuadilisha. Jambo lingine ni kwamba fasihi huweza kutumiwa kukuza vipawa. Vipawa kama vipi? Utambaji, inaweza kuwa ni labda mtu anayepiga ngoma, manju inaweza e, kuwa ni mkariri, e, inaweza kuwa ni malenga anayetunga shairi, hivyo anaweza kukuza kipawa chake. Jambo lingine ni kwamba fasihi hutumiwa kukuza lugha mm -hmm. Kwa sababu gani? watu watakawa nasikiza wanajibu, hivyo wanakuza lugha yao. Pia fasihi huweza kutumiwa kama kumbukumbu kumbu. Mm. Fasihi mambo kama vile hadithi, nyimbo huweza kutumiwa kuhifadhi au kukumbusha watu kuhusu jambo. Hata shuleni unaweza kutumia kitu kama wimbo kukumbuka baadhi ya hoja aa, au istilahi ambazo watu wanafunza shuleni Mm. aa, na kadhalika pia huweza kuelimisha, huweza kuzindua kwa mfano tunaweza tumia a, kitu kama wimbo ili kuzindua a, jamii kwa mfano dhidi ya uongozi mbaya. Mm. Wanaweza kukombolewa, wanaanza kusikia mahadhi yale. Waki, wakienda kufanya kitu kama uchambuzi wa kazi yenyewe, wanapata kwamba wanaweza kuzindua au kutetea hata haki. Mm. Naam. Swali lingine: eleza tofauti kuu za fasihi simulizi na fasihi andishi. Kuna tofauti kati ya fasihi simulizi na fasihi andishi, na utaangalia vipengele tofauti. Kwa mfano, ikiwa ni historia, utapata kwamba fasihi simulizi ina historia ndefu, hivyo ni kongwe kuliko ilhali fasihi andishi ina historia fupi. Ukizingatia idadi ya vipera utapata kwamba fasihi ya andishi ina vipera vitano tu, riwaya, ushairi, kuna tamthilia, kuna hadithi fupi na pia novela, ilhali ukiangalia katika fasihi simulizi ina vipera vingi kama maigizo, kuna hadithi, kuna nyimbo, kuna semi, kuna mazungumzo, kuna maigizo na kadhalika. Haya, jambo lingine ni jinsi ya kupasha Ah, sanaa hii katika fasihi simulizi, utapata kwamba njia ya mdomo inatumiwa kupasha ujumbe kutoka kizazi kimoja hadi kingine, ilhali katika fasihi andishi maandishi ndiyo hutumiwa. Pia unaweza kuangalia fasihi husika ni mali ya nani. Fasihi andishi huwa ni mali ya mtu binafsi, ilhali fasihi simulizi huwa ni mali ya jamii. Jambo lingine ni ufaraguzi. Utapata kwamba katika fasihi simulizi, fasihi ni ya papo hapo mm. Inaweza kubadilika papo hapo ilhali fasihi yandishi semekaa, ni kitabu kina kasoro fulani, huwezi kurekebisha hadi wakati mwingine utakapotoa toleo lingine. Kipengele kingine ambacho naweza kutumia kutofautisha fasihi simulizi na fasihi ya ndishi inaweza kuwa ni hadhira katika fasihi ya andishi utapata kwamba hadhira ni tendi ni tuli, za watu wanaweza soma bila kuongea, lakini ukiangalia katika hadhira ya fasihi simulizi, huwa ni hadhira hai, watu wanashirikishwa, pia ni tendi tendin. Mm, pia unaweza kuangalia uhifadhi wa fasihi utapata kwamba katika fasihi simulizi mm, inahifadhiwa bongoni ilhali fasihi andishi huhifadhiwa vitabuni, na ndiposa utapata kwa sababu fasihi andishi inahifadhiwa vitabuni inaweza kukaa muda mrefu ikilinganisha na fasihi simulizi ambayo inaweza kutoweka papo ikiwa labda mtu ambaye alikuwa anaimiliki fasihi hiyo ameweza kuaga au tuseme mambo yamempitikia. Haya, taja tanzu tano za fasihi simulizi, na kila utanzu utaje kipera kimoja. Ikiwa tusema utaongelea hadithi, kuna a, vitu kama hadithi za mazimu, ogre stories. Kuna a, ngano zinazoeleza usuli. Unaweza pata kuna magani, hekaya. Hekaya ni hadithi ambazo napata kwamba kuna mhusika ambaye ni mjanja, trickster narratives. Pia unaweza pata kuna hekaya a, kuna hadithi ambazo mhusika au wahusika ni wanyama, kwa Kiingereza huitwa fables, kwa Kiswahili unaita urafa. Haya, ukiingia kwa nyimbo, kuna vipera vya nyimbo, kwa mfano bembelezi, kutegemea kazi yake, unaweza pata wimbo wa uzalendo na kadhalika. Hai, ukiingia katika um, maigizo, sanaa ya kuigiza au kutenda, unaweza pata kuna michezo ya jukwani, michezo ya watoto na kadhalika. Ikiwa ni mazungumzo, unaweza pata kuna soga, kuna ulumbi na kadhalika mm -hmm. Ikiwa ni semi, semi ni kauli fupi, kwa mfano nyimbo Uh, nyimbo uh, vitendawili, msemo, nahau, fumbo na kadhalika ni sehemu ya fasihi. Natumai umeweza kujifunza. Hadi wakati mwingine, kwa heri.